Asanteni sana. Sisi ni wale ambao tunasafisha njia. Yupo anayekuja, anaitwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwaambie, nisiwaambie? ni mwanamke wa kwanza Kwenye historia ya taifa letu la Tanzania, anayekwenda kuweka rekodi ya kuchaguliwa na Watanzania kwa asilimia mia moja ni mwanamke wa kwanza anayepambania ndoto ya watoto bila kujali watoto wa kike au wa kiume na ndio maana ukiwauliza mmoja wa vijana atakwambia amekuta ilani ya chama chetu inataka watu wasome kutoka la kwanza mpaka la saba bila kulipa ada, kutoka fomu 1 mpaka fomu 4 bila kulipa ada, lakini Daktari Samia huyu akaamua pia na fomu 5 na fomu 6, hakuna mtoto wa maskini kulipa ada